Imehitimia saa 12 kamili asubuhi Afrika Mashariki sawa na saa 11 Afrika ya Kati. Hujambo msikilizaji, mimi ni Skola Kisanga na karibu katika Amka na BBC. Katika Amka na BBC asubuhi hii okay,

Mazungumzo yanakwana kati ya rais wa Marekani Donald Trump na Urusi Vladimir Putin yagonga mwamba, huku rais wa Marekani akisema hakuwa na nia ya kufanya mkutano usio na maana. Waandamanaji kadhaa wamekamatwa nchini Kamerun huku kukiwa na hofu ya kuzuka kwa ghasia. Na ugonjwa wa mshtuko wa moyo, yaani cardiac arrest, watajwa kuwa miongoni mwa sababu kuu za vifo nchini Kenya. Mtu yoyote anaweza kupata shinikizo la moyo, lakini wale ambao wako katika hatari zaidi ni wale ambao wana umri wa juu zaidi. Tutaziangazia taarifa hizi kwa kina zaidi muda mfupi ujao, baada ya mwenzangu hapa Karo Robi kukusomea muktasari wa habari za ulimwengu. Karo, kazi kwako. Shukran Skola. Rais wa Marekani Donald Trump amesema hakutaka kufanya mkutano wa kupoteza tu muda, baada ya ikulu ya rais ya White House kubatilisha mipango ya kuwepo kwa mkutano wa kilele kati ya Trump na rais wa Urusi Vladimir Putin. Rais Trump amedokeza kuwa kukataa kwa Urusi kusitisha vita katika maeneo ya mipaka na Ukraine ndo swala tete linalofanya mazungumzo kuwa magumu kufanyika. Sitaki kupoteza wakati, kwa hiyo nitaona kitakachokuwa, ila tulifanya haya makubaliano makubwa, makubaliano muhimu ya amani na nikasema, nendeni kwenye uwanja wa mapambano, mjaribu kurudi nyuma, msitishe, na kila mtu aende nyumbani, mtulie kwanza, kwa sababu kuna mataifa mawili yanayouana. Kwa hiyo tutaona kitakachojiri so we'll hata hivyo mjumbe maalum wa Urusi, Kirill Dmitriev, amesema matayarisho ya mkutano kati ya viongozi hao wawili yanaendelea. Mea wa mji mkuu wa Ukraine Kyiv amesema jiji hilo limeshambuliwa na Urusi usiku kucha. Vitali Klitschko ameonya kuhusu milipuko, moto na mashambulizi ya makombora, lakini amesisitiza mfumo wa ulinzi wa anga unafanya kazi kukabiliana na mashambulizi hayo makali akiwataka wakazi wa mji huo kusalia majumbani. Makamu wa Rais wa Marekani J.D. Vance amesema, naamini makubaliano ya kusitisha vita katika ukanda wa Gaza yanakwenda vizuri hata kuliko ilivyotarajiwa. Kauli yake inakuja licha ya zaidi ya aa Palestina 40 ku wa kwenye mashambulizi ya angani ya Israel na mauaji ya wa wanajeshi wawili wa Israeli. Rais wa Peru Jose Jeri ametangaza hali ya hatari katika mji mkuu wa taifa hilo Lima, katika kile anachokitaja hatua za kukabiliana na kuongezeka kwa uhalifu baada ya majuma kadhaa ya maandamano ya umma yanayoongozwa kwa kiasi kikubwa na vijana wanaoipinga serikali. Bwana Jeri aliingia madarakani wiki mbili tu zilizopita baada ya mtangulizi wake Dina Bularte kushinikizwa na wananchi kujiuzulu. Amesema serikali yake inachukua hatua hizo kali kupambana na uhalifu. Takriban watu 30 wanaripotiwa kufariki dunia baada ya gari la kusafirisha mafuta kulipuka nchini Nigeria. Zaidi ya watu wengine 40 wamejeruhiwa katika mkasa huo. Inaripotiwa kuwa gari hilo lilipata ajali na kupinduka katika jimbo la Niger, ambapo watu waliokuwa karibu walilikimbilia ili kuchota mafuta kabla ya kushika moto na kulipuka na maafisa wa ulinzi wa Korea Kusini wanasema Korea Kaskazini imefiatua makombora kadhaa ya masafa mafupi kuelekea mashariki mwa bahari. Korea Kaskazini haijarusha makombora tangu rais mpya wa Korea Kusini Lee Jae-myung kuingia madarakani mnamo mwezi Juni, akiahidi kutuliza uhasama kati ya nchi hizo mbili. Hii ni BBC Kutoka studio zetu za Nairobi nchini Kenya, mwenzangu Caro Robi amekusomea huo muktasari wa habari za ulimwengu. Bado unasikiliza Amka na BBC kutoka hapa, idhaa ya Kiswahili ya BBC ikikutangazia kwenye FM na redio ya shirika. Ukiwa nchini Uganda unaweza kutusikiliza kupitia Radio Paidha, kule DRC Redio Muungano Beni, Kenya ni pamoja na Gulf Radio, nchini Tanzania Redio One ya Dar es Salaam na Redio Free Africa kule Mwanza, intaneti katika bbcswahili.com. Msikilizaji, matangazo haya pia yanakujia moja kwa moja Kupitia ukurasa wetu wa Facebook, rambaza tu andika BBC Swahili. Mimi ni Skola Kisanga namna kama ulivyosikia katika muktasari wa habari ni kwamba rais wa Marekani Donald Trump amesema hakutaka kufanya mkutano usio na tija baada ya mpango wake wa kufanya mazungumzo ya ana kwa ana na, na rais wa Urusi Vladimir Putin juu ya vita vya vi Ukraine kusitishwa kwa muda. Akizungumza katika ikulu uh, ya nchi yake ya, rais wa Marekani ameeleza kwamba suala kubwa linalozuia mazungumzo hayo ni msimamo wa Urusi kukataa kusitisha vita. Zaidi na alimanyanza Rais wa Marekani Donald Trump akijibu maswali ya waandishi wa habari juu front... ya mkutano wake aliotangaza kutaka kuufanya na rais wa Urusi Vladimir Putin, mjini then... Budapest Hungary, kupoteza muda. Hivyo nitaona nini kitakachotokea, lakini tulifanya makubaliano yote haya mazuri, makubaliano ya amani yote ni makubaliano ya amani. Kauli hiyo mpya ya rais wa Marekani inakuja baada ya mazungumzo ya simu kati ya waziri wa mambo ya nchi za nje wa Marekani na mwenzia wa Urusi Sergei Lavrov, ambaye alikataa pendekezo hilo papo hapo. Sasa tunaposikia kutoka Washington kwamba lazima tusitishe mara moja, na kwamba hatupaswi kujadili lolote zaidi, tuwache na kuacha historia iamue, na kama tutasimamisha tu vita hiyo itamaanisha kusahau sababu za msingi za mzozo huu ambazo utawala wa Donald Trump ulizielewa na kutamka waziwazi Post. Awali maafisa wa Marekani walisema kuwa hakukuwa na mpango wa mazungumzo mengine ya ngazi ya juu katika siku za hivi karibuni yanayotarajiwa kufanyika baada ya mazungumzo hayo ya simu ya mawaziri wa mambo ya nchi za nje wa nchi hizo mbili, ikiwa ni baada ya rais Trump kuarifu kuwa yeye na rais Putin wangekutana Budapest ndani ya wiki mbili. Lakini hata hivyo, mjumbe maalum wa Urusi Kirill Dmitriev amesisitiza kuwa maandalizi yanaendelea inaonekana wazi zaidi wiki hii kati ya mapendekezo ya Marekani na Urusi kuhusu amani, hali inayoonekana kuondoa uwezekano wa mkutano wa viongozi hao wakuu. Rais Trump na Putin kwa mara ya mwisho walikutana Agosti mwaka huu huko Alaska katika mkutano wao ambao haukuonesha mafanikio. Taarifa yake Halima Nyanza. Serikali ya Kamerun imesema waandamanaji kadhaa wamekamatwa katika mji wa kaskazini wa Garua ambao ni ngome ya mgombea wa upinzani Isa Chiroma Bakari huku kukiwa na hofu ya kuzuka kwa ghasia. Katika taarifa aliyoitoa waziri wa mambo ya ndani wa nchi hiyo Paul Atanga Nji amewaita waandamanaji hao waliokamatwa kama waleta vurugu ambao walitumwa na wachochezi wa ndani na nje ya nchi hiyo. Zaidi na Victor Kenani. Katika taarifa yake, waziri wa mambo ya ndani wa Cameroon, Paul Atanga Nji, amesema waandamanaji ishirini kati ya waliokamatwa watafikishwa katika mahakama ya kijeshi kujibu mashtaka ya uasi na kuchochea uasi. Baadhi yao tayari wamepelekwa katika mji mkuu wa nchi hiyo Yaunde kwa uchunguzi zaidi. Hatua hiyo inafuatia mfululizo wa maandamano yaliyofanyika mapema jana katika miji ya Garoua na Yaunde ambapo washiriki wake walikuwa wakilalamikia dosari zilizojitokeza katika uchaguzi na kuonyesha kumuunga mkono kiongoz zani aliyedai ushindi katika uchaguzi huo wa urais. Picha za video zilizosambaa katika mitandao ya kijamii zimeonyesha makundi ya waandamanaji mitaani waliobeba mabango yakimwonyesha waziri huyo wa zamani ambaye sasa anataka kumwondoa madarakani bosi wake wa zamani Paul Bia. Kufuatia ghasia hizo, maafisa katika eneo la Benue mjini Garua wamepiga marufuku usafiri wa pikipiki kuanzia saa mbili usiku mpaka saa kumi na moja asubuhi kwa saa za nchi hiyo kutokana na kwamba wamekuwa wakimiminika mitaani Kumuunga mkono mgombea huyo wa upinzani kiongozi huyo wa upinzani wa Kamerun mwenye umri wa miaka 76, amekuwa akijitangazia ushindi katika uchaguzi huo wa urais uliofanyika Oktoba 12, dhidi anayetetea kiti chake Paul Biya mwenye umri wa miaka 92. Nitasema hilo kwa umakini na unyenyekevu, watu wamechagua, na uchaguzi huu lazima uheshimiwe. Natoa wito kwa taasisi zote, mamlaka zote za utawala na kwa mafisadi wote kutokua maadui wa watu wanaopaswa kuwahudumia. Hata hivyo, serikali imelitaja tangazo hilo la upande mmoja kuwa ni kinyume cha sheria na kusisitiza kuwa baraza la katiba pekee ndilo lenye mamlaka ya kutangaza matokeo. Chama tawala cha rais Bia pia kimepinga hatua hiyo ya upinzani, huku Bia naye akijitangazia ushindi. Baraza la katiba litaanza kusikiliza mashauri ya uchaguzi siku ya Jumatano, kisha matokeo rasmi yatatangazwa mara baada ya mchakato wa rufaa kukamilika. Leo baraza Tiba, linaanza kusikiliza kesi za kupinga matokeo ya uchaguzi na matokeo rasmi yatatangazwa baada ya kukamilika kwa mchakato wa rufaa. Baraza hilo lina takriban siku sita hadi Oktoba 27 kuweza kutangaza mshindi. Ni Victor Kenani. Mwanamke mmoja raia wa Uingereza mwenye umri wa miaka 69 ambaye ametumikia zaidi ya mwongo mmoja katika kifungo cha kifo nchini Indonesia baada kupatika na ya kupatikana na hatia ya kusafirisha dawa za kulevya, sasa ataweza kurejeshwa Uingereza. Makubaliano haya yalifikiwa Jumanne kati ya serikali hizo mbili, licha ya kwamba Indonesia na Uingereza hazina mikataba rasmi ya kubadilishana wafungwa. Jamhuri mwa Vyombo ana maelezo zaidi. Bibi huyo anayeitwa Lindsay Sanford anayekaribia miaka sabini alihukumiwa kifo na mahakama ya huko kisiwani Bali nchini Indonesia baada ya kupatikana na hatia ya ulanguzi wa mihadarati hapo 2013. Hii ni baada ya kukutwa amebeba karibu kilo tano za dawa za kulevya aina ya kokaini iliyokadiriwa ingegharimu pauni milioni moja nukta sita kama ingeuzwa. Ilikuwa 2012, wakati alipokamatwa, yeye akiwaabiria ndani ya ndege iliyokuwa inatoka Thailand hadi Indonesia. Alikiri kosa hilo mahakamani, lakini alidai kuwa alikubali tu kubeba kifurushi hicho cha mihadarati kwa sababu alikuwa ametishiwa maisha na kundi la wahalifu walanguzi wa dawa za kulevya, waliomshinikiza kwamba wangemuua mwanawe wa kiume iwapo angekataa. Uhusiano wake na kundi hilo lisilojulikana haujaeleweka vyema. Sanford tayari amekaa gerezani kwa zaidi ya miaka kumi na mbili huku kila siku kukiwa na hofu kwamba hukumu yake ya kifo ingetekelezwa wakati wowote wa lakini sasa amepata afueni baada ya serikali ya kwao Uingereza kukubaliana na ile ya Indonesia kwamba arudishwe kwao kutokana na sababu za kiafya. Kwa mujibu wa makubaliano hayo, Sanford sasa atarudishwa Uingereza kwenye kipindi cha wiki mbili. Raia mwingine wa Uingereza atakayepata afueni hiyo ni Shahab Shahabad mwenye umri wa miaka 35 ambaye pia alipatikana na kosa kama hilo la kusafirisha dawa za kulevya. Kwa mujibu wa waziri wa sheria na haki za kibinadamu wa Indonesia Yusril Iza ni kwamba licha ya umri wa mdogo Shahabadi pia ana matatizo ya afya ya akili ndiposa wakafikia uamuzi huo, na wakasaini makubaliano hayo akiwa pamoja na waziri wa mambo ya nje wa Uingereza b Yvette Kupa. Kwa upande wake, Shahabadi alikuwa anatumikia kifungo cha maisha jela Indonesia. Ni mojawapo ya mataifa yaliyo na sheria kali dhidi ya mihadarati. Wakili wa bibi huyo b Jennifer Fleetwood anasema ni hali ngumu sana kutumikia kifungo ugenini, lakini sasa angalau Sanford atakuwa karibu na familia yake katika miaka hiyo ya ya uzeni ni jamhuri mwa vyombo na sasa, moja kwa moja viwanjani na jezi siu namba ngapi, Kenani twende kazi, kumi na nne. <laughs> oa oh! E, bora hapa za Victor <laughs> Gyokeres, lakini mimi ni Victor Kenani. Tunaanza na soka na ulikuwa usiku wa kusisimua sana katika ligi ya mabingwa barani Ulaya. Jumla ya mabao 43 yalifungwa kadi tano nyekundu zikatolewa na penalti sita zikatolewa ambapo tano kati ya hizo zilifungwa. Mabingwa watetezi Paris Saint-Germain waliibuka na ushindi wa mabao saba dhidi ya Leverkusen, huku kila timu ikimpoteza mchezaji kwa kadi nyekundu na Alejandro Grimaldo wa timu ya Ujerumani akikosa penalti. Katika mechi nyingine, Fermin Lopez alifunga hat-trick, huku Marcus Rashford akifikisha jumla ya mabao mane katika mechi tatu za ligi ya mabingwa msimu huu, wakati Barcelona ikiitandika Olympiacos kwa ushindi mkubwa wa mabao sita kwa moja. Lopez alifunga mabao mawili mazuri kipindi cha kwanza na kuiweka Barcelona kifua mbele kabla ya kufunga la tatu. Penalti ya Lamine Yamal na mabao mawili ya Rashford yalizima upinzani mdogo wa Olympiacos. Barcelona sasa wana pointi sita baada ya mechi tatu za kampeni hii, wakishinda dhidi ya Newcastle mbili moja na kupoteza kwa PSG kwa matokeo kama hayo. Olympiacos wamebaki na pointi moja na sasa wamepoteza mechi zao wa kumi na mbili za ugenini mfululizo katika ligi ya mabingwa. Kuingineko, PSV Eindhoven walitoka nyuma kwa bao moja na hatimaye kuwashinda mabingwa Italia Napoli kwa mabao sita kwa mbili. Katika mechi nyingine ya kusisimua usiku huo, Arsenal walifunga mabao manne ndani ya dakika 14 walipoadhibu Atletico Madrid na kuendeleza rekodi yao ya ushindi dhidi ya hatua katika hatua ya makundi ya ligi ya mabingwa. Hakuna wakati mbaya kwa mshambuliaji kufunga bao lakini furaha ya Victor Gyokeres ilikuwa dhahiri alipovu, alipovunja ukame wa mabao kwa kufunga mara mbili katika ushindi huo Atletico Madrid na kocha Mikel Arteta naamini huu unaweza kuwa mwanzo wa kipindi cha mabao mengi kwake. na lakini baada ya kupata tena makali yake ya ufungaji sasa uh, katika ushindi huo dhidi ya Atletico Giocore sasa na jumla ya mabao matano katika mechi 12 na kocha wake anaamini kuwa Hayo ni ama hiyo ni zawadi kwa juhudi zake. Anthony Gordon wa Newcastle aliibuka na mchezo mzuri mno na kuisaidia timu yake ya Magpies kushinda kwa mabao tatu dhidi ya Benfica na hata kocha wa Benfica Jose Mourinho alishindwa kujizuia kumkumbatia Gordon mwishoni mwa mechi hiyo. Kwingineko, Ali Haland alifunga tena kwa mara ya 12 mfululizo, akiendeleza rekodi yake kali ya mabao na kusaidia Manchester City kumaliza ukame wao wa ushindi ugenini katika ligi ya mabingwa kwa kuwashinda Villarreal. mm -hmm. E, mtaani wanasema e, adui mwombee njaa siku zote. Haya, jezi nambari 14 bwana, mimi nitamgaia chakula usijali. Ala. <laughs>